Na mtazamaji nao, vikao vya uchunguzi wa mauaji ya Rex Masai wakati wa maandamano ya Gen Z ya Juni mwaka jana vilifanyika hapo jana mahakamani, huko aliyekuwa kamanda wa polisi kituo cha Central jijini Nairobi, Dorris Mugambi akikana kuhusika kwa polisi wa kituo hicho katika mauaji ya kijana huyo. Ushahidi wa Mugambi umetolewa huku mashahidi wengine kumi wakitarajiwa kutoa ushahidi. Doris Mugambi ambaye alihudumu kama kamanda wa polisi kituo cha Central wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka uliopita, kwa mara ya pili amefika mbele ya mahakama kutoa ushahidi kwenye uchunguzi wa mahakama kuhusu kifo cha Rex Kanyeki Masai. Kwenye ushahidi wake leo, Mugambi ambaye kwa sasa ni kamanda wa kaunti ya Kiambu, amesema kuwa hakuna afisa yeyote wa polisi anayepaswa kuwajibikia matendo ya mwingine.

Aidha, ameelezea kuwa hakuna orodha ya majina ya maafisa waliokuwa kazini siku ya matukio hayo, mahakamani, mwendesha mashtaka alipombana kusema iwapo anajua maafisa waliokuwa eneo ambapo Rex Masai alipigiwa risasi. Aidha, Mugambi amesisitiza kuwa kamwe hakuna kituo chochote cha polisi au afisa wa polisi ndani ya eneo la Nairobi aliyefyatua risasi siku hiyo ya maandamano. Ushahidi wa Mugambi ni sehemu ya uchunguzi unayoendelea kuangazia alivyouawa Rex, mauaji yaliyozua tumbo joto na wito wa uwajibikaji wa maafisa wa polisi nchini. Kesi hiyo ya uchunguzi inatarajia kurejea mahakamani tarehe kumi na sita mwezi ujao ambapo mashahidi kumi wanatarajia kutoa ushahidi wao. Nelta Juma, runinga ya Citizen.